maarufu kama line of control. Msemaji wa jeshi hilo Luteni Ahmed Sharif amesema kuwa shambulio hilo limefanyika katika maeneo ya Pakistan pamoja na Kashmir yaliyosimamiwa na Pakistan mapema alfajiri leo Jumatano Mei 7, 2025 nukuu mashambulizi hayo yamesababisha ya vifo vya watu 26 hadi sasa majeruhi 46 hili ni tukio kubwa la uvamizi wa kijeshi amesema Sharif mbele ya waandishi wa habari Awali, mamlaka ya Pakistan zilitangaza idadi ya vifo kuwa watu wanne, lakini takwimu hizo zinatajwa kuongezeka kadri maofisa wa usalama wanavyoendelea kufanya tathmini na madhara ya mashambulizi hayo. Hata hivyo, ofisa wa jeshi la India amekanusha kuwa mashambulizi hayo yamesababisha vifo kwa raia kwa upande wa Pakistan akisema, hatutambui taarifa zozote za vifo vya raia kutokana na operesheni zetu. Ripoti kutoka mji wa Srinagar, Kashmir inayosimamiwa na India zinaendelea na watu saba wameuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa katika mashambulizi ya mizinga yaliyorushwa kutoka upande wa Pakistan. Msimamizi wa eneo la SDM kutoka wilaya ya Poonch, Azhar Majid amesema kuwa hali kwa sasa imetulia, hata hivyo serikali bado iko kazini kufanya tathmini ya athari za mashambulizi hayo. Nuku, mashambulizi yamekoma kwa sasa, timu zetu zipo maeneo ya tukio kuangalia uharibifu na kusaidia waathirika, mwisho wa nukuu. Msemaji wa jeshi la India amesema kuwa awali vifo vilikuwa vitatu, lakini idadi ilipanda baada ya majeruhi wawili kufariki hospitalini. Tangu kugawanyika kwa India mwaka 1947 nchi hizo zimekuwa na mvutano mkubwa unaotokana na umiliki wa eneo la Kashmir, ambapo mataifa yote mawili ya yanadai kuwa ni sehemu yao ya ardhi halali. Kati ya mizozo hiyo mikubwa iliyowahi kutokea na vita vya 1947 hadi 1949, iliyomalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoongozwa na Umoja wa Mataifa; vita ya mwaka 1965 baada ya vikosi vya Pakistan kuvamia eneo la Kashmir lililosimamiwa na India; vita ya mwaka 1971 ilisababishwa kuundwa kwa taifa la Bangladesh; mgogoro wa Kargil la mwaka 1999 uliohusisha mapigano ya moja kwa moja ya kijeshi na mashambulizi ya mwaka elfu mbili na kumi na sita hadi elfu mbili na kumi na tisa ambapo India imetekeleza mashambulizi hayo ya anga ndani ya Pakistan na baada ya mashambulizi ya kigaidi . Jumuiya ya kimataifa imetoa wito kwa pande zote mbili kujizuia na kushiriki mazungumzo ili kuepusha hali ya kuchukua mkondo wa kivita, ikizingatiwa na nchi hizo zina uwezo wa nyuklia. India ililusha makombora kuelekea jirani ya hasimu yake Pakistan usiku wa Jumatano, hali iliyochochea kuwa kiwango kikubwa cha mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye silaha za nyuklia, wiki mbili baada ya shambulio la watalii katika Kashmir iliyosimamiwa na India iliyosababisha vifo vya watu ishirini na sita.